Tutwe ni kufanya nini? Kukua tayari kwa jambo lote ambalo linaweza kutokea. Ona, amechanganyikiwa kwa akili. Kukaa kuka kuka kuka chonjo, anaweza sema kukaa ovyo. Ni ile kukaa chonjo. Au koranda ni kama kuchanganyikiwa hivi, yaani kuzoba. Kaaka una spidi wewe, umemedi. Yaani uongei, hakuna kitu unasema, umekaa tu mtu mwenye ufahamu akikuuliza kitu unarudisha maneno, ukiwa na waziwazi juu na mshuku, kama sayasa la watu, ana kasi kabisa. Sawa, ni kukaa idle. Kupe hatafuti chakula, anatafuta ng'ombe anyonye da damu, na ya ng'ombe anatafuta chaku. Kwa hivyo tutwe ni mtu goi goi kama kupe, kukaa kama ume relax. Kama uko alert, utagi mambo mingi <laughs> bado kidogo atoe formula <laughs> <Ng'ombe. laughs> Sasa, kukaa tutwe ni kufanya nini? Kukaa tutwe ni kudua kutulia, bila ya kusema chochote, kutokana na lile uliloliona mm -hmm. au lile lililotokea. Maanake mm -hmm. unaweza ukanyamaza kutokana na mambo mengi. Wakati mwingine unaweza kunyamaza kuepuka shari Wakati mwingine unaweza kunyamaza, una hasira, ukiongea utamaliza mm -hmm. Sio bora unyamaze mm -hmm. Kwa hivyo kukaa tutwe na kukaa kimya kama vile umeduaa na kuangalia tu mm -hmm. Mfano mzuri kuna viongozi, na tushawahi kuwa na rais ambaye mambo yanatokea, mbona asemi kitu? Yeye anaangalia tu pia. Wewe kama Mkenya leo unasikia kwenye taarifa ya habari, mshukiwa mkuu kwenye eh, uhalifu ni mwakilishi wadi. na namaka Mm -hmm. Kule kuduana na kushangaa yaani, kwa kichwa kwa Kiingereza nasema how now, lakini mm -hmm. kwa sababu vipi? mm -hmm. Yani sasa hata kukosa maneno sasa. mm -hmm. eh. na kuna pia msemo mwingine kukaa tahiyatu. Kukaa tahiyatu ni kukaa vipi? kukaa tahiyatu kwanza ni jina la Kiarabu, ni jina lenyewe ni atahiyatu. mm -hmm. Kukaa kukalia miguu miwili ikiwa imepitana. Aha. wakati wa kusali mm -hmm mkao ule ni ukishamaliza rakaa, umepiga rakaa zako mbili, unatoa dua. Kwa hivyo unakaa tahiatu. Kule pwani wanasema ni mkao wa kula, aha, wakati unangoja biriani ipite katika mazingira tofauti na sala e, ni mkao wa kula maana hiyo atahiyatu ni ule mkao wakati unapotoa dua yako ukiwa unamswalia ya Mtume baada ya swala miguu ya nyuma ikiwa imepitana na, na si watu wengi wanaweza kukaa hivi. Ah, ngumu sana mwambie mnene akae wote. Ah, nishakaa Bwana Bakari kuna siku nilikaa mnene akae e. Ah, zamani wakati nilikuwa aha, chini ya mia <laughs> <laughs> nilikuwa ninakaa <laughs> kukaange. kukaange ni kukaa tayari mm -hmm. na pia nadhani ni kwa kukutahadharisha mm -hmm. Yaani mambo mambo sasa we, we. Kama vile mtaani unasema karada, kwa mfano kama mko kuna mmesikia kwamba vita vyaja ama makuja kuvamiwa, ambao oe, kaeni ah, mm -hmm. stay ready kama unasikia jeshi wanasema state of kwa hivyo, kama sisi hapa stand stand by. Hey, stand by. Tunaambiwa ka ile sirudi runingani alafu mtu anapata waji kuna mgongo. Sasa robo awa tisa anatuambia ka hili sanifu. Sasa tuingie katika sehemu yetu ya nipe nikupe na Munene, tuko na mtazamaji kutoka Tuko naye kutoka Uasin Gishu, Aaron Bet, hujambo? Hujambo, u hali gani? Salama kabisa, karibu kwenye longa longa. Munene atakueleza yale maneno ambayo nitapokezana hii leo <coughs> Aaron. Naam arona, e, umesikia hata neno letu leo. Tuanza kwa sababu tuangalia mambo ma, tunakaa tutwe, tumenyamaza. Nataka tubadilishane maneno ambayo yanaisha na we kama tutwe, e. e, na kusikia ni wewe na tutaenda pale <laughs> kila mhunzi ama mfua chuma huwa na fuawe ama anvil ya kugongea kile chuma kikubwa. Naye wafuasi wa Raila walisema tawe, hao si ndo anatembea na si Kiswahili tawe. <laughs> <laughs> <laughs> Tawe mashirima tangu ni mjue hajawahi kuniletea tumbawe, hajawahi kuniletea tumbawe, akienda nyumbani na kichwa langu, kichwa changu kinakaa mawe. Najua umeshawahi kumpoteza kifaranga kwa, kwa mwewe. Ukimiliki kitu huko Wasingishu, wewe ni mwenyewe. Haya, asante sana Haron Bet kutoka kaunti ya Wasingishu kwa kushiriki, nipe nikupe hii leo yeu. Sasa tumpatie fursa Nuhu Zuberi Bakari aweze kutugania shairi la leo. Haron ameshikwa na kiwewe <laughs> <laughs> <laughs> Alan wa salan wa marhaban biku, mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo. Kwa bahati nzuri tu ananiita Al Ustaz Pasua, Nuhu Zuberi Bakari. Shairi langu la leo kwa kweli ni kuhusu viongozi wetu, nawaambia: matusi na majigambo yanaleta taharuki na kwenda kama utakavyolisikia, vimeanza viji mambo katika zenu siasa, na mingi misaragambo ya kugawanya mipesa, ni heri niseme jambo, ndugu nuhu na waasa. Matusi na majigambo yanaleta taharuki. Hivyo vijineno neno ambavyo mwarushiana vinazua minong'ono kwa wazee na vijana, mtatiana kibano baada ya kugongana. Matusi na majigambo yanaleta taharuki. Mbona mnatukanana mkiwa kwa majukwaa badala ya kukutana na pamoja mkaka bora mgatagusana kuipepukabala? Matusi na majigambo yanaleta taharuki. Twawaomba vibaraka wa vinara wenye vyama, wacheni kurukaruka kusababisha, na kama Kenya ikiharibika, zitawafika lawama. Matusi na majigambo yanaleta taharuki. Hata na nyinyi vijana, msitumike vibaya Mkitumwa kupigana kwenda kuanzisha faya, waambieni hapana, vurugu ni jambo baya. Matusi na majigambo yanaleta taharuki. Na kuja kwenu vigogo, viongozi huko juu inasuweni mitego, watu wapate nafuu. Kuna matatizo fogo, punguzeni makuruu. Matusi na majigambo yanaleta taharuki, matusi na majigambo yanaleta taharuki. Kwa heri mtazamaji.